Kutoa mwongozo na taarifa. Kwa hiyo bodo ligi ni suala wao, wameingilia wao kwa watu wa Yanga, wakasema mtupe sababu mbili mpaka tatu, mkitupa sababu sisi tunacheza bodo ligi. Sababu hawana kwa maana, kumbe simba na bodo ligi lao hili moja walishiriki kama watu wale wafuje wakuna, alafu mnapanga tarehe wao wanakubali kucheza. na maana leo ilikuwa hili moja. Nikupa mfano mdogo, kwa ndugu mtangazaji hapa, mechi ya pamba na simba simba ilifanywa fujo kweli na viongozi wa Simba, kwa defender waliwekwa picha tuliona mpira mpira, alichokifanya mama aliwaita wote. Angeingilia, angesemaje mfano hivi? Sababu Yanga analia pointi tatu, angewaambia TFF wapeni Yanga pointi tatu hapo hapo, ameingilia mpira hapo ameingilia mpira mfano swala fei akimwambia injinia kesho namtaka fei mwachieni ameingilia mpira lakini aliomba injinia hebu kana tusome yamalize hapo ataingilia hapo akuingilia ameomba kuna mawili kukubaliwa kukataliwa sasa mama aliwaita shida nini sababu ni mwananchi yeye ndio mwananchi namba moja sisi yeye simba tayanga na shiriki yeye kwa hiyo shida nini